Lamu iliyokusudiwa hapa ni ile lamu yenye kujurisha jina, ni ile lamu yenye kujurisha jina, kwa maana lamu ambayo ikiwa litakuja jina mbele yake litalifanya jina hilo liwe ni lenye kuingiwa na haraka ya kasra. Tamam. Hakadha akasema sheikh rahimahullahu taala, wal khamisu, na herufi ya tano, allamu ni lamu walaha maani, nayo ina maana zaidi ya moja. Tunaposema walaha maani ina maana nyingi, aimaanishi nyingi ya hakika. Tamam. mm -hmm. Tuna maanisha nyingi ya wingi, kwa sababu katika Kiarabu wingi unaanzia kwenye tatu. Kwa hiyo kule nyuma tulipokuwa tunasema walaha maani nayo ina maana nyingi, tulikuwa tukimaanisha kwamba ina maana zaidi ya mbili sababu so, wingi katika lugha ya Kiarabu unaanzia kwenye tatu tamam, hakadha. Kwa hiyo tutumie labda lugha nzuri, ina maana zaidi ya moja kwa walhamis, au ina maana zaidi ya mbili tamam, hakadha. wal khamis na herufi ya tano, allamu ni lam, wala ha maani nayo ina maana zaidi ya moja ahaduha, maana yake ya kwanza litamliki, inakuja lam ikiwa na maana ya at-tamlik. Nahu mfano wa kusema tamliki, kwa maana ya kumilikisha. Inakuja ikiwa na maana ya kumilikisha, nahu mfano wa kusema almalu lizaidin, mali hii ni milki ya Zaidi, ai akimaanisha mamlukun lizaidi, ni yenye kumilikiwa na Zaidi. Naam, lakini hapa kuna mulahadha kwenye upande wa milki inakuja ikiwa na maana mbili. Maana ya kwanza atamliki, lakini pia maana nyingine lilmilki. Angalia tofauti, kuna atam, kuna lamu ya atamliki na kuna lam lilmilki. Atamliki maana yake kumilikisha. Tunaposema lamu tamlik, maana yake ni lamu ya kumilikisha, na tunaposema lamu lilmilki tuna maana ya kumiliki. Sasa hii lamu iliyokuja katika mfano huu, hii maana hatuipingi ya kusema ahaduha alitamliki. Maana ya kwanza ya lamu ni nini? Atamliki, hatuipingi maana, lakini tunapinga huu mfano. Mfano ambao umewekwa hapa ni mfano wa allamu lilmilki ni mfano wa lamu ya kuonesha umiliki Nasir, mfano, ya, Tama, hata, na si mfano wa lamu ya atamliki tamam, hakadha na ndo hata tafsiri inakuja hivyo, almalu li zaidi, mali hii ni milki ya zaidi. Hasa unaposema mali hii ni milki ya zaidi, hiyo lamu inakuwa ni tamliki au lilmilki, inakuwa ni lam lilmilki, inakuwa ni mali, inakuwa ni lam ya kumiliki, yaani lamu ya kuonesha umiliki tamam hakadha. Lakini atamliki maana yake kumilikisha. Sasa mfano wa lamu ambao ni atamliki ni upi? Ni mfano wa kusema A ataitu lizaidin thauban, nimempa zaidi thauban nini, nguo. Ataitu lizaidin, bona ile lizaidin ile lamu ilikuja katika lizaidin thauban Ndiyo lamu ya atamlik tamam. Hakadha, kwa hiyo lamu kwenye upande wa kumiliki na maana mbili: ya kwanza atamlik na nyingine lilmilki. Atamliki maana yake kumilikisha, ni mtu mmoja kumpa kitu mtu mwingine. Mfano wake ndio kama ataitu lizaidin thauban, nimempa zaidi nguo, kwa maana nimemmilikisha. Lakini lam lilmilki mfano wake ndio mfano huu ambao umewekwa katika nini, lamu ya tamlik. Mfano kusema almalu li zaidi, mali hii ni milki ya zaidi. Kwa hiyo maana iko sawa, lakini mfano hauko sawa, na uchambuzi wake ndio huo tuliotanguliza. Tamam hakadha wa thani <coughs> <coughs> na maana ya pili litakhsisi, lam inakuja ikiwa na maana ya takhsis. Takhsis maana yake ni kuhusisha, na kuhusisha maana yake ni kukifanya kitu fulani kuwa ni maalumu kwa ajili ya kitu fulani tu, ndiyo maana ya kuhusisha. Ukifanya kitu fulani kuwa ni maalumu kwa ajili ya kitu fulani tu, ndiyo maana ya kuhusisha. Nahu, mfano kusema aljullu lilfarasi, aljullu jullu lilfarasi ni kwa ajili ya farasi tu kwa maana jullu imetengenezwa maalum kwa ajili ya farasi tu, si kwa ajili ya wanyama wengine. Tamam, hakadha na hii aljullu. Jullu ni kile kitu ambacho kinawekwa juu ya soji. Juu ya soji, kuna kitu kinaitwa soji, katika vile vitu vinavyohusiana na farasi. Soji ni kama kitambaa ambacho kinawekwa ile sehemu ambayo yule, yule mpandaji wa farasi anakaa pale sasa juu ya ile soji kuna kitu chingine kinaitwa aljullu, kinaekwa juu yake. Lengo yote ni kumfanyia wepesi yule mwenye kukaa eh, asiisi dhiki, maana pale anakalia mgongo. Sasa anapoikwa soji kisha kaja kuekwa na aljullu, yule anayekaa najisi ni kana kwamba amekaa katika nini, katika sofa hivi au katika kiti cha gari na viti vingine ha, kiasi hauhisi ule mgongo wa farasi. Tamam, hakadha kwa hiyo ile aljullu imetengenezwa maalum kwa ajili ya farasi tu. Kwa hiyo lamu ile kuja hapa, li aljullu lilfaras lil, maana yake nini? Jullu imetengenezwa maalum kwa ajili ya farasi tu. Tamam? Hakika. Mfano mwingine aljannatu lilmuttaqin. Pepo ni kwa ajili wa ya wenye kumcha Mungu tu. Ile lamu ya kwenye yakwenye mfano huu wa aljannatu lilmuttaqin

nimempiga zaidi litaadibi, kwa ajili ya kumfunza adabu. Dharabtu zaidan nimempiga zaidi litaadibi, kwa ajili ya kumfunza ya kumfunza adabu, au kwa sababu ya kumfunza adabu kwao. Lamu hapa imekuja kwa maana ya nini? At-ta'lil, ikiwa na maana ya sababu au kwa ajili. Waradi na maana ya nne, bimana an, inakuja lam ikiwa na maana an, ikiwa na maana ya an Idha stu'mila ma'al qawli, lakini itakapotumiwa ma'al qawli, pamoja na tamshi la kusema, pamoja na tamshi la kusema, kwa maana katika ile jumla, ili lam ije kwa maana ya an, basi lipatikane tamshi lililobeba maana ya kusema, ka qaulihi taala, kama mfano wa kauli yake Allah aliposema, qala alladhina kafaru lilladhina amanu Walisema wale walio kufuru, lilladhina kwa maana anil ladhina, walisema kuwambia alladhina amanu, wale walioamini. Ayul fariqaini ni kundi gani kati yetu, akikusudia kundi lao wao, makafiri na kundi la, wa, wa, wa, la walioamini. Tamam. mm -hmm. Ayul fariqaini ni kundi gani kati yetu khairun maqaman, ndiyo kundi lenye nafasi nzuri ya makazi wa ahsanu nadiyan, na lenye baraza zuri. Nadiyan na lenye baraza zuri. Baraza ni ule mkusanyiko wa watu maalum ambao wanakaa kwa ajili ya kupanga mambo yao, tamam, hasa makafiri wao eh, na hapa hasa nakusudiwa <coughs> wale kufar Quraysh, kufar Quraysh, wale makafiri wa kikuraishi wao walikuwa wanajiona kwamba wana makazi, kwa maana walikuwa wakijiona kwamba Makka ile ni miliki yao, na wakiamua muda wote wakitaka kuwatoa waumini wanawatoa. Lakini pia walijiona kwamba wao ni watu ambao wana vyeo, wanafahamika, wana nafasi, wana nafasi, wanasikilizwa, na baraza lao lile, au bunge lao lile limekusanya watu manguli. Ndio wakasema kauli kama hii kwao, qala alladhina kafaru liladhina amanu ayu lfariqaini khairun maqaman wa ahsan nadiyan

Khairu maqama ndiyo lenye nafasi nzuri za makazi, wa ahsan nadiyan, na lenye baraza zuri. Ai, akimaanisha ani ladhina amanu, walisema dhidi ya kuwaambia wale walioamini, wa nikana kwamba waliwaambia kwa njia ya kuwa challenge. Ndiyo maana lam ikaja kwa maana ya nini? Ya an, ambao tutasemaje dhidi ya wale walioamini, tamam, hakadha. Kwa hiyo waliwaambia nikana kwamba kuwaonesha, eh, ubaba

huenda anyakuna kitakuwa radhifa lakum, kimeshawakaribieni ninyi badu lladhi kimoja kati ya vile ambavyo tastaajilun, mulikuwa nini mnaviharakisha. Radhifa kwa maana ya karuba, kwa maana ya karuba. Sasa hapa hii lamu iliyokuja katika lakum radhifa lakum, lamu hii ni zaida. Utaitambua vipi kwamba ni zaida?

tastajilun kile kimoja katika vile ambavyo mlikuwa mkiviharakisha nini, tamam. mm -hmm. ko lamu hapa imekuja kwa maana ya, imekuja ikiwa na maana ya zaida, maana ya ziada. Na vipi utaijua kuwa ni ya ziada? Ni kwamba hata ukiiondosha maana inapatikana, ai akimaanisha radifa kum, tamam. mm -hmm. na lamu kama hii ya zaida imekuja katika surati Al-Buruj pale Allah aliposema katika aya 16 mm -hmm. Allah aliposema faalu lima yurid faalu yeye ni mwenye uhakika wa kufanya lima yurid chochote akitakacho chochote akitakacho sasa pale ile lamu imekuja ikiwa na maana ya zaida kwa maana hata ukiondosha maana inapatikana, mfano tuseme vipi faalu ma yurid faalu ma yurid ni mwenye, ni mwenye uhakika wa kuweza kukifanya chochote akitakacho kwa ile lamu pale imekuja kwa ni zaida, lakini pia imekuja katika surati Yusuf aya ya 43 lam lamu kama hii aliposema yule mfalme, ya ayuha almala, enye kundi la makuhani, ya ayuha almala, enye kundi la makuhani, aftuni fi ruyaya nipeni tafsiri katika ndoto yangu hii, in kuntum liruya taburun, ikiwa munaweza kutafsiri ndoto, ikiwa munao uwezo wa kutafsiri ndoto. In kuntum liruya taburun, ikiwa munao uwezo wa kufasiri ndoto. Sasa katika aya hii imekuja lam ikiwa na maana ya zaida. Wapi? in kuntum liruya taburun, kwa maana in kuntum taburuna ruya, ile lamu iliokuja lil ru'ya, ile lamu ni ya zaida. Kwa nini ya zaida? hata ikiondoshwa maana inapatikana. Maana itapatikana vipi? Ni kwa kusema in kuntum taburuna ruya, ikiwa kuna uwezo wa kuzifasiri nini ndoto. Kuu lamu iliokuja pale ni lamu gani? lamu gani? ni lamu ambayo ni zaida, tamam hakadha.

Ili lamu iliyokuja pale katika sumu liruyatihi, ma ni lamu iliyokuja ikiwa na maana ya baadu. Akimaanisha vipi? Sumu liruyatihi, sumuu bada ruyatihi, waaftiruu bada ruyatihi, fungeni baada ya kuwa nini, umesha uona huo mwezi na fungueni baada ya kuwa umesha uona

khairi inafahamika, maana yake nikana kwamba inakataa. Sasa khairi inatumika katika vitu vya yani, khairi utumika katika nini? Katika istisna, eh e, katika ist, istithna katika kuvua tamam. Anasemaje? kul mm -hmm. -ja, sema inama hakika si vinginevyo ilmuha, elimu ilmu, ya qiyama alikuwa akiulizwa kuhusu kiyama mtume, tamam, na akaambiwa, je, kul, sema ya Muhammad, inama, hakika si vinginevyo, ilmuha mm. inda rabbi, elimu ya kiyama ipo kwa Mola wangu mlezi, la yujalliha liwaktiha, haidhirishi hiyo elimu ya kiyama liwaktiha, kwa maana ghairi waktia, katika wakati ambao si wake, tamam mm -hmm. kwa maana kiyama kusimama kusimama kwake, muda wa kusimama kwake tamam, akimaanisha kiama, muda wa kusimama kwake anautambua Allah subhanahu wataala, na hakuna mwenye kuweza kuutambua muda huo. Sasa na muda huo haudhihirishi mwenyezi Mungu isipokuwa, yani audhihirishe ghaira waktia, katika wakati ambao si wakati wake. Tamam mm -hmm. Kitakapofika kiama ndio nini, wale watakaokiona ndo watatambua kwamba hichi ndo kiama, lakini katika muda ambao si wa kusimama kiama, Allah eh, hadhirishi muda wa nini, muda wa kiama. Kwa hiyo imekuja hapa ghai eh, lam ikiwa na maana ya ghaira tamam, ikiwa na maana ya ghaira ai, akimaanisha ghaira waktia, katika wakati ambao si wake, la yujalliha eh, akidhihirishi mwenyezi Mungu hicho kiyama liwaktiha, kwa maana ghairi waktiha, katika wakati ambao si wakati wake. Tamam. mm -hmm. Kwa hiyo hakuna mwenye kutambua muda wa kiyama ni muda gani, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala eh, atakidhihirisha kiyama katika wakati wake, na hakuna atakayetambua kiyama ni muda gani, isipokuwa wale ambao watakaokiona kwa macho yao kwamba hichi ndio kiyama. Tamam. Mm -hmm. ko kul sema eh, Muhammad inna inama ilmuha ka, elimu ya hicho kiama inda rabbi, elimu hiyo ipo kwa Mola wangu mlezi la yujaliha. Sasa hapa hii la yujaliha ha tunaweza kuifasiri kwa maana ya kiama au tunaweza kuifasiri kwa maana ya muli la yujaliha, Mwenyezi Mungu hakidhihirishi hicho kiama liwakti, kwa maana hairi waktia, katika wakati ambao si wakati wake. Tamam. mm.

wamekubaliana kwamba ni imekuja kwa maana ya fi. Sasa imekuja kwa maana ya fi, lakini ukija katika, <coughs> katika tafsiri ambayo ameipita yeye mwenyewe al-Imam al-Jurjani, nikana kwamba vile iko sahihi zaidi. Tamam, mm -hmm. Sababu nikisema kwa maana ya fi inakuja ikiwa na maana ya adh-dharfiyah qul inma ilmuha inda rabbi la yujalliha fi waktiha, utafasiri vipi? mm -hmm, hii ghairi ni kana kwamba ndo imekaa vizuri tamam mm -hmm. Kwa seme Muhammad, hakika si vinginevyo elimu ya kiyama ipo kwa mola wangu mlezi. La yujalliha, Mwenyezi Mungu hakidhihirishi hicho kiyama ghairi waktia, katika wakati ambao si wake. Utakapofika wakati wake, wale watakaofikwa na hicho kiyama ndo watajua kwamba hichi ni kiyama lakini kama, kama muda wake haujafika, eh, Allah hawezi kukidhihirisha. Lakini pia kama muda wake haujafika, elimu ya kutambua kwamba muda wa kiyama ni muda gani, pia Allah hawezi kuidhihirisha elimu kama hiyo. Lamu, lamu ina maana nyingi sana. Tukiacha hizi maana saba, wanawazuona wamezidhibiti wamefikia kuona kwamba lamu ina maana takriban ishirini na mbili ishirini na mbili Kwa hiyo sisi tumesoma saba, zimebakia nyingine zime kumi na tano zimebakia nyingine kumi na tano Nami sikutaka kuzitaja hapa, kwa sababu kuzitaja zote kumi na tano darsa itarifuka zaidi, lakini cha kufanya ni kwamba nitawaachia sasa wenyewe eh mkazitafute hizo kumi na tano zilizobakia eh kwenye kitabu cha al, cha, cha Mughni lil Labib ya Ibn Hisham zimeandikwa zote, tamam. Yule mwenye kutaka mazidi ya kuzifahamu zote anaweza karudi katika kitabu hicho, kaziangalia, inshallah taala wa taala. Ila huna ntahi alkamalu lillahi wal ismatu lil anbiya lilambiyaa walnaqsu lana wa hadha salamu. Assalamu alaykum wa warahmatullahi wabarakatu. Al afwa minkum.